Bwana mtazamaji wa Mnyasa Media niko na Mnandi Junior, shabiki wa Wekundu wa Msimbazi Simba. Tunaenda kuzungumza masuala mbalimbali ya michezo kubwa tukiangazia kuelekea mchezo wa Young Africans dhidi ya Silver Strikers e, kutoka pale nchini Malawi ndani ya dimba la Benjamin Mkapa. E, tayari Young Africans wamepewa fursa ya kuingia bure ndani ya dimba la Benjamin Mkapa kutazama mtanange huo wa kuiwezesha Young Africans kutinga hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika. Eh, bwana Mnandi Junior, ya mambo vipi? Fresh nambia. Mambo yanakwenda? Namshukuru Mungu. Eh, bwana watani zako wanaingia bure Benjamin Mkapa. Hawaingii na pesa yote. Kwani ndo mara yao ya kwanza? Si mazoea. Ah, mazoea. Mazoea siku zote hujenga tabia. Kwa hiyo mimi nafsi, wacha waendelee. Sababu, tunavyojua sisi, kitu cha bure ni msiba pekee yake. Ndio kitu cha bure. Maona bwana. Na watu ambao wanaoingia bure na hata kama uwanjani kwenye swala la mpira ni watoto wa shule. Kwa hiyo naamini siku hiyo ni siku ya watoto wa shule. Waache nao aka Waka, wakaoshe macho. waka macho waende wakaangalia mtu anavyoshenyetwa mzee mzima, hiyo itakuwa jambo jema, sababu watoto wa shule na mateja ndio fursa yao siku hiyo kwenda kuingia bure. Watoto wa shule na na mateja ndio wameshapewa fursa hiyo kwenda kuangalia mpira bure. Kwa nini nyinyi mnasema anaweza akatoa 1500 yake akaangalia ya mpira asende kula masadoni? Eti mtoto wa shule akatoa 1500 akaangalia mpira 1500 si hela, kwenda nini hiyo ya kupata ya kwenda kula kula kula vitumbua shule eh Leo alitoa hiyo hiyo akaangalia mpira. Kwa hiyo fursa ndio hiyo hapo. Watoto wa shule waje kwa wingi, muone mateja waje kwa wingi. Jumamosi, msingi hapo ndizi na pilipili. Na wale na vijibaba, vijikongwe vinavyopenda bure bure, ndio hiyo hapo mteremko. Wawahi hapo mapema. Na wameambiwa kabisa supu ipo ya kunguru, panya, paka, supu ipo. Itanyweka vile vile. Na jioni vile vile baada ya kichapo, basi wamesema watakula kula biliani. Ukitoka hapo utaondoka nyumbani. Lazaro Biliani mwisho wa siku atalisawa, bora wale mapema kabla hawajapigwa. Kila mtu akitoka hapo anajua wapi angukie. Lakini akisema baada ya mechi ile pilau itabaki kwenye majungu, mwisho wa siku atakwenda kutafuta mateja tena kwenda kuwagawia majumbani kwao. Bwana, kwa nini Young Africa sasa imefikia hatua ya kuwaruhusu mashabiki wao waingie bure? Mechi ni ngumu sana ama mashabiki wamekata tamaa ama kulikoni? Kwanza wa wanaepusha, wana vitu viwili. Jambo la kwanza kufezeheka wakiwa na uwanja ukiwa mtupu hauna hata viti, umeona bwana. Jambo la pili waliomba waende Zanzibar hiyo ya ndani, kama ulikuwa una wamegomewa, sawa musepe kawagomea. Uwanja una shida gani mpaka muende Zanzibar? Kipigwe hapo hapo, sababu walijua kisha kipigwe hapa hapa, wana wanakuwa hawana imani na sisi, bora waende kule Zanzibar kule Kimkazi, wanajua kule af afadhali. Umeona bwana, lakini mwisho wa siku wameambiwa goma linapigwa kwa Mkapa, hakuna kwenda gongo la mboto wala kwenda ustabei. Goma linapigwa kwa Mkapa. Kwa hiyo hasira zao, bora waweke bure, watu waingizwe bure, mola ba wakajionea wenyewe, kwa sababu ni msiba. Msiba una kiingilio? naweza ukaenda pale ukanywa uji asubuhi ukala chakula cha mchana, na jeneza usibebe mola bwana, na mara leo usiende kwenye kuzika, lakini chakula cha pale unakula. Kuna mtu ananyimwa chakula msibani? kwamba wewe umekuja hapa wewe nani? Hauangalii usoni pale, pleti zinagawiwa kwa kila mmoja. Kama umetengenezwa maandazi yote watakunywa asubuhi pale. Hauangalii pale umetoa ubane, hujatoa ubane. Maandazi utakula na uji utakunywa. Maona bwana na ugali mchana utakula hata kama hujaenda kuzika. Kwa hiyo ni msiba, acha waje. Na taarifa nilizokuwa nazo mateja wote Dar es Salaam, vijue vyao vyote, washapigiana simu, wanajipongeza. Oya, fursa hiyo. Tukimbilie fursa. Kwa hiyo mateja wote wanakimbilia fursa hiyo. Jumamosi esende hapa ndo. Jumamosi naenda zangu Chamazi, ndo ndakoenda mimi, kwa sababu kule Chamazi kule VIP kule hela mzunguko peke yake ndo kitonga, lakini VIP unalipa kwa hiyo mimi ndo nitaenda kule, siwezi kwenda hapa hapa, ataenda wao mgala inda kutogwa esende hapa. Hii inamaanisha nini bwana Mnandi Jr ya kuelekea mchezo huu? Hii inamaanisha kwamba tayari shughuli yao imeisha. Takwimu zinaonyesha mechi zao nne zilizopita zote za bure hawajapata matokeo mechi mbili wamesale, mechi mbili wamefungwa. Hawa jamaa kwenye takwimu zao walifungwa Mwanza na Elimiliki, wakaja wakafungwa Benjamin Mkapa na TP Mazembe, wakaja tena Benjamin Mkapa wakatoa sale na ndugu zetu nini hawa Mamelodi Sandown, lakini walifungwa na USM Alger kwenye fainali hapa hapa kwa Mkapa. Hiyo naye bule toka Manji bule wamepotea, na kipindi hiki cha Injinia mzee wa majengo bule wamepotea. Maona bwana wamepotea mbili, mbona bwana, lakini sale e, wamepotea moja na sale moja. Kipindi cha manji wamepotea moja sale moja, kwa hiyo mechi nne mzani umebalance, lakini msimu huu tena mechi bure. Maana yake inamaanisha hii bure msiba mwingine huo, kama Alikama anavyosema mambo waje watu kwenye msiba, sio msiba yeye atamfunga yule, wakati ya wote tayari ushafungwa, alafu unasema msiba msiba, unampa nani? Una wakati wote tayari una msiba, kwa hiyo wasubiri kumaliziwa hapa, watamaliziwa na wataenda kuzikwa, ndio palipo baki Ah, eh, yani washajua wa kuvuka kwenda hatua inayofata. Ni sawa sawa na ngamia kupenya tundu la sindano. Kwa hiyo una maanisha kwamba Yanga Africans hawezi kufuzu hatua ya makundi? Sio kwamba hawezi, yani asilimia anazo chache sana za kutoka hatua hiyo kwenda makundi. Ndio maana kaiona mechi aiweke bure. Simba kasha kupigwa goli tano na National, kapigwa goli tano na SC Villa. Mechi zilipigwa kwa Mkapa, zilipigwa bure. Tuingia bure hapo na tukajaza viwanja. Sisi tulitoa hela. Lakini tukizungumza msimu tu uliisha hapa. Tumefungwa kwenye mechi ya robo finali. Sawa? Na almasiri mbili bila kule misi, lakini tulirudi nyumbani, mechi ilikuwa bure, si watu walianza kwa hela, kikapigwa tukalevo, tukaenda kwa toa kwenye penalti, lakini tukasio hiyo tu, tukatoka hapo. Kwenye mchezo wa fainali tumeanzia tena away, tumepigwa tena chuma zile zile mbili kule Moroko huko ku. Lakini tulivyorudi nyumbani, mechi ilipigwa bure, si benda kupigwa Zanzibar na watu wa matoa hela. Lakini wao washazoea vitonga, kila siku ile ganda la ndizi, ganda la ndizi, vya bure vina mazala siku zote. Kitu kinachoitwa sherehe hakuna bure Starehe lazima utumie hela yako, nefikwa maoofa nahamimi wachezaji kumi na moja kwenye pitch, wachezaji kumi na moja wachezaji ishirini na mbili ndio watakanyaga pale kwenye pitch wale wale ndo watakayamua nani aende na nani abaki. Na kama msimu uliopita walitolewa makundi hapa hapa nyumbani, walikuwa wanahitaji goli moja, wamelikosa. Sasa msimu huu wanahitaji goli mbili ndo watoboe waende hatua ya makundi. Hatua ya makundi hiyo waende labo goli moja hii waende makundi, wanataka goli mbili watatoboa? Kama goli moja tu walilishindwa, je, goli mbili watatoboa? Kazi wanayo. Kwa um, mambo ni magumu. Afile munu asigale munu. Sawa, afile munu asigale munu. Manake nini? Alafu wanataka tuzo Afrika. Nani atakupa tuzo? Manake nini hiyo? Na vile mtu manake alokufa mtu na alobaki mtu. Eh, hey. Yani aliondoka mtu na atakayebaki mtu. Kwa hiyo Flyeni wana Simba Yanga Afrika sasa. Atolewe. Tubaki wenyewe. Au jeuli. Huyu jeuli sana. Atolewe tubaki wenyewe. Arudi kwenye kazi zake za, za kupokea pokea, pokea wageni. Kwa sababu CV yake kupokea wageni sio kushiriki kwenye mashindano. Kwa hiyo arudi kule kwenye kazi yake kupokea wageni, atolewe. Saa hizi aanze kupokea wageni ambao watakuja kucheza na Simba kwenye hatua ya makundi hapa. Sasa ndio malengo yetu. Sasa kama atapita, wageni atapokea saa ngapi? Atolewe, arudi kwenye kazi yake kupokea wageni. Eh, sasa ndio tunachokitaka hiyo. E bwana, Young Africans si uone kwamba wanaweza wakapata matokeo chanya dhidi ya Silver Strikers ile Malawi, kwa sababu mlaundi wa kwanza eh, pengine labda mazingira ya kule Malawi labda yaliwapa yali shida Yanga Africans. Abu sio mazingira. Sisi tumecheza mpira, mvua inanyesha mwanzo mwisho vipindi vyote viwili mvua inanyesha. Sasa wao mazingira gani ambayo wamefanya wasipate matokeo? Jua linawaka, uwanja mzuri. Ya kitu gani kilichowafanya sisi kwa sipate matokeo? Msimu wamejikanyaga engineer udalali kazidisha. Yaani kama ni pombe kaitia maji, ladha haina. Mbona wewe maziwa unatie we, maji atakuwa maziwa? Eti

ya kwenda kuandamana kule, kuna kuandamana haya. Wamepigwa Malawi waliandamana. Lakini wangefungwa na Simba wangeandamana, kwa sababu walifunga goli kule limekataliwa. Ungewasikia wanaandamana, lile tumeonewa, lile lakini limekataliwa kule. Unasikia kelele kwamba goli letu limekataliwa. Lakini wangefungwa hapo, ungesikia goli letu limekataliwa, wangeandamana. Lakini kule habari ya kusema, si uwanja mbovu ufungiwe, wa kusema. Lakini Mbeya wametoa sare, wamesema uwanja mbovu na ufungiwe, na umefungiwa, sawa. Sasa wanakuja kugongwa kwa Mkapa, nao wasema uwanja mbovu, wahame. Lakini mimi nakwambia kupenya Nyuma mwiko mechi hiyo asilimia 20 kwenye mia. Mimi yule anampa 80 kwa sababu tayari ana goli moja. Goli moja tu makajana wamelikosa. Goli mbili nyuma mwiko anataka goli mbili kwa bila avuke. Wale maboya. Kuna mtu mmoja anaitwa nani mu? Uchizi Vunga. <laughs> Eh, hey, na juzi kaenda kambani huko. Uchizi Vunga kwenye mechi ya ligi kaenda kambani. Asante tumerudi tumecheza mechi ya ligi. Tunasubiri kina Uchizi Vunga waje hapo. Kazi ipo. Yaani kazi ipo. Ndio maana wanahangaika hangaika, wala alikamo oh, wachambuzi wanaisemea vibaya timu yetu. Nisi yes, mmewaita hapo wamekuja kula futari hapo. Mwaka jana mmewaita wamekuja kula biliani. Juzi kwenye cheo cha FIFA leo wanasemaje mabaya? Tulieni, dawa iwaingie. We watacheza na kitimu kina wananchi laki mbili halafu watu wasikwambie ukweli, kuna timu pale Malawi. pale kuna timu pale a kukusumbua nyinyi sasa, wanakuja kushenyetwa nyumbani wanatolewa. Kwa hiyo injinia ikamfukuza foili foil, saa hizi ikarudi kwenye filamu zake kule sawa za Usumani Bey karudi. Sasa niwambie kwamba tatizo sio kocha huyo alobaki huyo alobaki, huyo ambaye ndio mabegi kaja kumsafirisha mwenzake ambaye siku kwa Kiswahili tunaita vitanda, sawa? Kaondoa foili, kabakisha vitanda. Sasa hivi vitanda visiokuwa na foili ye, yeah, itakuwaaje vina muda gani kwenye timu? Hata wiki mbili ana, eh, kazi anaanza saa ngapi? Mifumo anaingiza saa ngapi mpaka aje kupata matokeo Benjamin Mkapa? Na ndio maana wanataka mashabiki wawe wengi, ila wakifa wafe wote, wakishuhudia msiba wao Sababu ili kuna bato hapa hapa, kuna bato sawa. So, hii eh, dabi ya Malawi, kocha Malawi, timu ya Malawi, kwa hapa kuna dabi ya Malawi sawa. So, hapa inapigwa dabi ya Malawi. Hivi anakubali ndugu zake wakose matokeo, anakoso, anakubali ndugu zake asifuke kwenda hapo, anofuata na kati kachapewa fursa hiyo. Hata kama ungekuwa wewe Mnyasa Media, anachaje hiyo eh hiyo sura, picha namna hii, watu wale timu, sijakaa naye Sawa, sina muda wa kujiandaa acha wavuke. Wona shida gani wasivuke? Kwa hiyo mimi naamini muda wa kuvuka umefika. Barawi wale hatua inayofuata, hatua ya makundi. Yaani kama angekuwa anaenda kusimama engineer ndio kwa coach, at least atawasumbua kidogo. Lakini kama kocha yule yule wa Barawi ndo anasimama kwenye benchi, Yanga hayumo. Sawa? Yanga hayumo, mimi sio boya. Niwache ndugu zangu wasivuke. Naenda kuchekea chooni. Mechi na inaisha naenda kuchekea chooni. Ukiniuliza sababu nini, sina muda kuiandaa timu, siku zenyewe ngapi? Na mimi ndo nimekuja na nilikuwa nime kama kocha msaidizi, saa hizi ndo nimekabidhiwa joo hili na muda mfupi. Nikifungwa unaenda kuni, unaenda kunijaji wapi? Kwayo naamini hii ndo fursa pekee. Huyo huyo huyo vitanda ataitumia kupitisha kunguni wapi? Shukrani sana, asante sana.